Sisi ni watanzania wapenda haki wa nchi hii. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa vyombo vya habari, pia tunapenda Vyama, vyama vya siasa vipate uhuru wake. Sisi ni kwamba tunapenda siasa ya Tanzania iwe siasa safi, siasa kama siasa kama aliyotuachia Mwalimu Nyerere, ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki, sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo, wameweka watu wao, isitoshe na viongozi wengine wa vyama wameshikwa. Kwa haki tunayotaka sisi ndio kama hivi, tunaandamana ili tuipate haki kama raia, kama katiba inavyosema, ninawatangazia wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni, wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa kumi na mbili nilioutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi maalum. <tune>

Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa, wa vyombo vya habari pia. Tunapenda vyama, vyama vya siasa vipate uhuru wake. Sisi ni kwamba tunapenda siasa ya Tanzania iwe siasa safi, siasa kama siasa kama, kama, kama iliyotuachia Mwalimu Nyerere. Ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki, sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo, wameweka watu wao istoshe na viongozi wengine wa vyama wameshikwa kwa haki. Tunayotaka sisi ndio kama hivi, tunaandamana ili tuipate haki kama raia kama katiba inavyosema. Tumeanza kuandamana hapa, mtu mmoja akapigwa risasi, akapigwa risasi ya kwenye bega ikatokea upande wa pili. Kwa inafika sehemu mpaka unaanza kuwadha why, yani nakuaje? Mimi sijapigwa lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu na kosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana kaambia, toka nje na kama msipotoka nje tutawapigia mimoshi, mimoshi mtoke na mabomu ya machozi kama hivyo mnavyo, kama kama hivyo mnavyosikia, kama hivyo hivyo hivyo hii je, Tanzania kamaaao mahonayosikia, yaani Tanzania yetu kwa siku ya leo tu ya uchaguzi imekuwa kama tuko Kongo. Jamani, haya mambo tumeyazoea kuyasikia Kongo na nchi nyingine, lakini sio Tanzania. Tanzania ni nchi ya amani. Kwa nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana, maandamano ya haki? Eh, kwa nini tupigwe risasi? Kwa hicho kitu sisi tunapinga, na hii issue haishi leo wala kesho, mpaka ikubalike. Kwa kwenye basi la mwendokasi, dereva naye anaogopa naye anakuwa nafsi yake, na sisi abiria, kila mtu anakuwa nafsi yake. Gari ilizima milango iligoma kufunguka. Baada ya hapo, wananchi wakawa wanaanza kurusha mawe ile gari ya mwendo kasi, wamerusha mawe. Mimi baada ya kuona mawe yanazidi, kabidi nilale chini ya kiti, nikajifunika uso wangu na hichi kibegi. Jua likanirukia uso, nikadunda kwenye begi, kadondoka chini, ila vile vio vilivyokuwa vinashuka kutoka juu ndio vikawa vimeniangukia mgongoni, vingine, ndo wakati natambaa, nimechunika chunika hey! Hey!